Ibada ya Jumapili eneo la Kapngetik kaunti ya Elgeyo Marakwet ilitoa fursa kwa viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais William Ruto kuzungumzia swala la utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana na wanafunzi nchini. Rais William Ruto akibaini kuwa kunao wanaonuia kuwatumia watoto kuendeleza mabaya kama vile kueneza chuki kwa wazazi au viongozi nchini akiwataka wazazi kuwalinda wanao na kuhakikisha wanawalea kwa maadili mema. We must equally protect all our children from pedophiles from drug peddlers and from those who want to corrupt our children and teach them

badala ya kuonyesha watoto yetu ile tunaonyeshwa sisi, ndio tunaambia watoto watoto fanyeni vile mnataka ati, watoto wetu hawatafunzwa vile wanataka ati, hawataonyeshwa njia yenye watafuata. This is selfishness your excellency, and is the selfishness of the highest order. Rais Ruto akiwataka Wakenya kupuuza wanaodai kuwa hatatimiza anayowaahidi Wakenya, akiweka wazi kuwa atawaibisha wote wanaomtaja kuwa muongo kwa kutimiza yote aliyoahidi.

Mimi si wazimu. I know what I'm doing. Zaidi ya hayo, rais ameendelea kutetea utendakazi wa serikali yake katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, elimu na afya, akiwataka wananchi kuendelea kujisajili kwa bima ya afya ya SHA na kupuuza mabaya yanayoenezwa kuhusu bima husika. Mpango huu wa Taifa Care, msisikize wale wanaendesha propaganda

So, msikue na wasiwasi wengine, unajua hata hii mbinguni kwenda kuna mwenye anaokoka leo, kuna mwenye ataokoka kesho. James Mwangi, Undugu TV.